Klabu ya PSG inaongoza ligi ya Ufaransa hivi sasa, lakini waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Wagner ameendelea na kampeni yake ya kushinikiza klabu hiyo na nyingine ambazo zinashirikiana na nchi ya Rwanda kuvunja mahusiano ya kibiashara kwa sababu mahusiano hayo yamechafuliwa na damu. Tukumbuke kwamba FIFA imekuwa na msimamo thabiti kabisa kwamba soka lake lisiingiliwe au lisiongozwe na maamuzi ya kisiasa. Na ukiangalia kwa undani, msimamo huu ni mzuri kidogo kwa soka. Kwenye siasa mara nyingi ni vigumu kuthibitisha nani yuko sahihi. Ingekuwa unatumia siasa kujadili mpira au kuupa nafasi mpira, nchi ya Marekani ingeweza kuwa bingwa wa kombe la dunia mara zote. Watupipo hatusemi kwamba msimamo wa DRC uh, siyo sahihi au ni sahihi, lakini ningependa kutumia muda huu kuangalia vile ambavyo nchi ya Rwanda, nchi ndogo kabisa, imejitengeneza na kujiweka kimkakati zaidi katika kuendesha maendeleo yake baada ya kutoka kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe ya mwaka 1994, Rwanda imekuza uchumi wake kwa kasi sana, pamoja na kwamba imekuwa ikikutana na shutuma mbalimbali kutoka kwa wapinzani wa ndani ya nchi na wakosoaji kutoka mataifa mbalimbali kama vile Marekani na Ulaya. Ujanja iliyotumia serikali ya Kigali ni kwamba kwanza kujenga jeshi imara, ni kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwa na jeshi imara, kuwa mshirika mzuri na mshirika muhimu wa kijeshi katika Umoja wa Mataifa, huku wanajeshi wake wakilinda mradi mkubwa wa kampuni ya Ufaransa wa karibu dola bilioni ishirini upo Msumbiji. Lakini vile vile majeshi ya Rwanda yamepokea majukumu ya jeshi la Ufaransa katika kupambana na rebel groups Afrika ya Kati. E, ni ngumu sana kwa Ufaransa kuanza kuishambulia Rwanda, lakini kwa miongo kadhaa iliyopita Rwanda imeweka mkakati wa kuchanganya washirika wake wa kibiashara, hivyo kuwa na, na, na ushirika na mataifa mbalimbali. Imenunua uh, silaha drones pamoja na silaha kutoka Uturuki. Vile vile Singapore imesaidia kudesign jiji la Kigali pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao wanakwenda kujenga uwanja bora kabisa wa ndege ambao utakuwa ni hub ya safari Afrika. Pia kuna mikakati mingine mikubwa ya kiuchumi ambao Rwanda inashirikiana na nchi mbalimbali mbali kutoa utegemezi kwa nchi moja. Rwanda siku kadhaa zimepita, hivi sasa tunavyoongea, imehost mashindano makubwa sana ya baskeli ambayo yanaitwa Tour de Rwanda ambapo washiriki kutoka nchi kama South Africa, Israel, Ufaransa na mataifa mengine wameshiriki katika kukatiza maeneo mbalimbali na kuionyesha ule ukijani wa Rwanda, milima ya Rwanda. Kama hiyo haitoshi, serikali ya Kigali hivi sasa iko kwenye maandalizi mengine makubwa zaidi ya kuhost kwa mara ya kwanza kabisa kwa nchi ya Afrika kuhost mashindano makubwa ya baiskeli yanayoitwa World Cycling Championship ambayo yatafanyika Septemba mwaka huu. Kama hiyo haitoshi, Rwanda inaendelea kupush mikakati yake ya kutaka kuhost Formula 1 Grand Prix na kuifanya kuwa nchi ya kwanza Afrika kuhosti mashindano hayo, pamoja na shutuma nyingi ambazo zinaendelea kusemwa kwenye upande wa siasa za Rwanda. Lakini Afrika ina jambo na ina mengi sana ya kujifunza kutoka kwenye uongozi wa kimkakati wa Kigali. Jambo rahisi tu ni kuangalia uh, namna ambavyo usafi wa Kigali wenyewe ulivyo. So mimi nipo Dar es Salaam, so siwezi kusema chochote kuhusiana na usafi wa Dar es Salaam. Lakini Nairobi, si mnasikia? Kwa nini mnakuwa na jiji chafu wakati kajiji jiji kadogo tu ka Kigali kanakuwa kana wazidi? so, sasa waasi wa M23 wanaendelea kuinject huko Kongo na serikali ya Kinshasa imekosa nguvu za kijeshi au mikakati ya kijeshi ya kuweza kuwazuia, hivyo inajaribu kutumia mbinu nyingi kujaribu kutafuta suluhu, ikiwemo ni pamoja na kushinikiza Arsenal, PSG, Bayern Munich na NBA kuachana na Rwanda na kusema kwamba ushirika wao umeshaingia damu.